Bado tungali jijini Dar es Salaam. Msemaji wa Chama cha Mapinduzi CCM Christopher Ole Sendeka ametoa wito kwa Watanzania wapende amani na katu wasijiingize katika vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani nchini. Ole Sendeka amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, kuongeza kuwa kauli zinazotolewa na, na baadhi wa ya wanasiasa kwamba serikali ya awamu ya tano inavunja misingi ya demokrasia sio za kweli. Vyama vyote vyenye vyenye usajili wa kudumu vina haki na havijazuiwa kufanya mikutano ya kikatiba. Wawakilishi wote wa wananchi, bila kujali chama, wanaruhusa ya kuendesha shughuli za kusimamia maendeleo na kuendesha mikutano yao ya maendeleo katika maeneo yao. Tulichozuiwa mimi na wao na mimi ningelitamani sana kupata jukwaa la, la, la, la, la kujibizana nao. Tulichozuiwa tulichozuiwa ni kwenda kwenye mikutano ambaye ni ya uchochezi au ambayo inahamasisha ina, ina, ina, ina, ina shari kwa wananchi. Nataka niwaambie Tanzania ni kisiwa cha amani, na lazima tulinde amani ya nchi hii kwa miaka ambayo CCM bado inayo dhamana. Olesendeka, wataka amewataka watanzania kufanya kazi kwa bidii na kutafuta maendeleo badala ya kujiingiza katika mambo yanayoweza kuhatarisha amani. Tuangalie sasa katika sekta